Katika kibao ki hicho hicho kwa Balaula, kwa Abdullah Risak Bahaula anaendelea ushawishi wa roho safi na takatifu juu ya mwana, wanadamu. Haya ni maneno yake ya kutia moyo. Zaidi ya hayo uli, uli niuliza kuhusu hali na nafsi baada ya kujitenga na mwili. Ujumbe kwamba ikiwa nafsi ya mwanadamu imetembea katika njia za Mungu, hakika itarudi na kukusanywa kwa utukufu wa mpendwa. Kwa haki ya Mungu itafikia kituo, kama vile hakuna karamu inayoweza kuonyesha au ulimi kweli kuelezea. Nafsi ambayo imebaki kwa mwaminifu kwa njia ya Mungu na kusimama imara katika njia yake, baada ya kupaa kwake, itakuwa na nguvu kama hiyo, ambayo ulimwengu wote, ambayo Mwenyezi ameumba, anaweza kufaidika kupitia kwake. Roho kama hiyo hutoa kwa amri ya mfalme bora na mwalimu wa kiungu chachu safi ambayo wacha ulimwengu wa kuwa na kutoa nguvu ambayo kwa njia yake sana na maajabu ya ulimwengu yanayodhihirishwa. Fikiria jinsi chakula kinacho kinahitaji chachu ya chachu. Roho hizo ambazo ni alama ya utengano ni chachu ya ulimwengu. Tafakari juu ya hili na uwe miongoni mwa wenye shukrani. Ushawishi ambao roho hizi takatifu huziweka juu ya ubinadamu zinaweza kuwa kwa manufaa ya wanadamu. Abduraba anasema, Mungu anawajai hajawahi kuomba kuumba roho mbaya. Hakuna kitu kama ushawishi mbaya kutoka kwa ulimwengu ujao unao athiri mtu yeyote katika ulimwengu huu. Hii ni kwamba sababu nafsi wakati wa kupanda kwa ulimwengu ujao, uh, hauwezi haiwezi kube, kubeba sa, sifa mbaya, na kwa kuwa hakuna uovu katika ulimwengu huo, hakuna madhara mabaya ambayo yanaweza kufikia ulimwengu huo. Nafsi hubeba sifa za kimungu na sifa za kiroho kwa ulimwengu ujao, lakini haiwezi kuchukua sifa mbazo, mbaya kwa kuwa uovu hauna uwepo, wake ni ukosefu kwa wema tu. Ili ufafanua jambo hili zaidi, hebu tuangalie mifano ifuatayo. Tunaweza kutambua kwamba giza halina uwepo halisi, ni ukosefu wa mwanga ni sawa na umaskini. Mtu maskini hawezi kudai kwamba anabeba umaskini wake karibu naye. Anacho alicho alichonacho ni pesa kidogo sana. Hakuna kiwango cha kupima umaskini. Inaweza tu kufa kufafanuliwa kama ukosefu wa utajiri na kupimwa hupimwa na kiwango cha utajiri. Mtu mbaya anaweza kueleza kueleza zewa kama mtu ambaye ana sifa chache nzuri, roho yake ni ma, maskini na kwa hiyo anaweza kuchukua kipimo kidogo sana cha wema pamoja naye kwa ulimwengu wa kiroho wa Mungu kiwango cha maendeleo ya nafsi ya mtu katika ulimwengu wa kiroho wa Mungu kinategemea kiwango ambacho mtu huyo amempa nafasi yake na mawazo ya tabia njema na fadhila za sifa. Hii ndiyo sababu kuu ambayo Mungu ametuma manifestation yake ili waweze kutoa mwanga juu ya njia ya mwanadamu katika maisha haya na kumwonyesha jinsi ya kupata sifa za kiroho na sifa za mbinguni. Tumeona kwamba sifa hizi, ambazo zinaweza kufananishwa na viungo vya kiroho na viungo, zinahitajika katika ulimwengu ujao kwa maendeleo ya kuendelea na roho za mtu. Utiifu kwa mafundisho ya Mungu utaimariza nafsi na sifa za kimungu. Vinginevyo nafsi itarudi kwenye ulimwengu wa kiroho wa Mungu katika hali ya kupoteza na umaskini. Katika moja ya vidonge vya baula na kufu na, fu na unafuraha funua matamshi haya mazito. Ikiwa ni mwaminifu kwa Mungu, ita, itakisi nuru yake na hatimaye itarudi kwake. Ikiwa itashindwa, hata hivyo, wakati utii wake kwa Mungu wake, itakuwa mwathiri, mwathirika wa nafsi na shauku, na mwishowe itazama katika kina chao. Katika kila nafsi endela, endayo kwa unyenyekevu wa Mungu wake katika siku hii na kuambatana naye, ita, itajikuta imewekeza kwa heshima na utukufu wa majina ya vituo vyote vizuri. Kutokana na utafiti wa maandiko tunakusanya kwamba kama katika ulimwengu huu ambapo kuna digri za uwepo kama vile madini, mboga, mnyama na mwanadamu, na ndani ya kila ufalme kuna mgawanyiko mwingi, nafsi pia itaendelea katika ulimwengu wa kiroho wa Mungu kwa viwango tofauti kulingana na sifa ambazo imepata katika maisha haya. Kiwango ambacho nafsi inaweza kukaa katika ulimwengu ujao kinamwamuliwa na ukarimu wake na Mungu na Mungu, na sifa za kiroho ambazo inachukua baada ya kujitenga na mwili. Hata hivyo, kuna sababu nyingine kuamua ya kuamua na hiyo ni fadhila ya Mungu. Kwa njia hii, nafsi inaweza kuinuliwa na kumwangika kwake ni zaidi ya ufahamu wa mwanadamu. Imeelezwa katika maandiko ya Baha'u'llah kwamba nafsi zilizo katika kiwango cha juu juu, kiwango cha juu zilizitawajumuisha wale walio chini, wakati wa mwisho hawataweza kuele, kuelewa nguvu na hali halisi ya zamani. Kwa kweli, grading ya nafsi za binadamu na vituo vyao tofauti ni sawa na aina ya viumbe ambavyo Mungu ameumba katika dunia hii. Tunatambua ya kwamba katika ulimwengu huu wa kimwili pia, ufalme wa chini ni kipofu, kipofu kwa sifa za mtu wa juu. Kwa mfano, wakati mfalme tatu, wakati falme tatu zinazounganishwa kwa karibu sana, kupumua hewa sawa na kupokea jua sawa, mboga hai haielewi nyama na m na mnyama hawezi kumjua mwanadamu. Kinyume chake, kulingana na kanuni hizo hizo, tunaona kwamba ufalme wa juu unatawala zile za chini. Mnyama anakupanda juu ya mboga, wakati mwanadamu anatawala juu ya ulimwengu wote wa asili. Katika tablet iliyofunuliwa kwa heshima ya mmoja wa mtume wake Zainul Mukalbin, Bahaula anafunua maneno haya ya kuchochea mawazo: na sasa, kuhusu swali lako, kama nafsi za binadamu zinaendelea kuwa na ufahamu mmoja baada ya kujitenga na mwili watu wa Baha ambao ni wafungwa wa, wa sanduku la Mungu, ni mmoja wa wote, wanajua vizuri hali na hali ya mtu mwingine, na wameungana katika vifungu vya urafiki ushirika hali kama hiyo. Hata hivyo, lazima waitegemee imani yao na mwenendo wao. Wale ambao ni wa daraja moja na kituo wanajua kikamilifu uwezo wa mtu mwingine, tabia, mafanikio na sifa. Wale ambao ni wa daraja la chini, hata hivyo, hawawezi kuelewa vizuri kituo au kukadilia sifa za wale walio juu yao. Kila mmoja atapata fungu lake kutoka kwa Mola wako mlezi. Amebarikiwa mtu ambaye ameugua, amegeuza uso wake kwa Mungu na akatembea kwa nguvu katika upendo wake mpaka nafsi yake itakapokuwa imemkimbilia Mwenyezi Mungu, Mola mlezi wa wote, mwenye nguvu, mwenye kusamehe, mwenye kurehemu. Hata hivyo nafsi za mak nafsi za makafri sitashuhudia na kwa hili nitashuhudia. Wakati wa kumpumua mwisho wao, wafahamu mambo mema yaliyo waepuka na watayapuuza masaibu yao, na watajinyenyekeza mbele za Mungu. Wataendelea kufanya hivyo baada ya kutenganishwa na nafsi zao kutoka kwa miili yao. Ni wazi na dhahiri kwamba watu wote baada ya kifo chao cha mwili watakadhiria thamani ya matendo yao na kutambua yote ambayo mikono yao imefanya. ni- Ninaapa kwa nyota ya siku inayoangazia, inaangaza juu ya upeo wa nguvu za Mungu wale ambao ni wafuasi wa Mungu moja kwa kweli, ukweli, wakati wataondoka katika maisha haya, watapata furaha na furaha kama hayo ambayo hayatawezekana kueleza, wakati wale wanaoishi katika makosa watakamatwa na hofu na kutetemeka na watajazwa na consternation kama hivyo kama hakuna kitu kinachoweza kuzidi nam ni pamoja na yule ambaye ameondoa chaguzi na divai isiyoharibika ya imani kwa neema na neema nyingi za yeye ambaye ni mora wa imani zote.